Paranza, mambo vipi mdogo? hey, mdogo ya mjanja wa kiwanja hapo kwenye tofaialka. Eh hey, nishakusikia kabisa kiwasha, yani ewana mambo anasemaje mzee baba mdogo mdogo sijui huko. Eh, ewana si fresh kabisa, tunamshukuru Mungu. Niambie hmm. Kwanza mzee game eh, ya hip hop katika masuala yako vipi, imefikia wapi? tarehe kumi kesho ndo una close e? tarehe kumi kesho na na close na ina set up mambo mapya kwa ajili ya new steps. Kwa hiyo wale ambao hawakushiriki challenge moja kwa moja, ikiwa wanatamani kushiriki na ni cypher direct, kuna ki, kiasi cha pesa ambacho watakilipa ili waweze kumiliki t-shirt za cypher. Mm, na kwa nini umeamua kufanya hivyo? Uh, yani kusema kwamba nifanyishe ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ni challenge nyumbani ya yeah, pia naeye huko, na huko watu ambao wakupita ku, uh, wanaweza kawalipia pesa okay, watu wenyewe awakupita wanaweza kulipia pesa. Nilichokuwa ni nataka kukifanya ni kwamba nataka niwapatie uhuru, kwa sababu kuna watu wengine ambao hawajihisi yani, wanajihisi washa kwa mabrandi, unaona tena so hawajihisi kupitia mfumo wa, wa wa challenge, so bado nina respect majina yao na siwezi kuwashusha kivile, na yani ni hivyo tena. Mimi mwenyewe nilijishusha nikaingia mwenye saifa, lakini sio yoyote yule ambao anakuwa na ile moyo wa kusema kwamba ajishushe. Kwa hiyo niliamua ku- kuweka uhuru, yani mtu anachagua hiki au kile ya yeah. Sasa hii e challenge yako ya saifa lengo lake kubwa ni kuburudisha au kutafuta kiki au tu ni kuonyesha tu ubabe wa hip-hop. Uh, challenge haswa ina malengo mengi sana zaidi ya kuburudisha na kutafuta ubabe wa hip-hop, una malengo mengi sana, kwa sababu kuna watu wengine ambao labda wange, wange ni taxi direct hawangepata ile fursa ya kuingia kwenye cypher, lakini kwa sababu wamepitia hii challenge tunapata kuwajua na wanaonyesha vipaji vyao katika eh, katika level ambao kila yoyote ambaye atakuja kuwasikiliza ataonyesha kwamba hao hey, jamaa walikuwa wanaweza kweli, so lengo kuu ni kuvumbua vipaji vipya na kusha kuhamasisha, yaani kuinspire watu wengine kuonyesha kwamba hiki kitu, hii movement iko hivi, na kwa wakati huo huo tukiwa tunasaidia eh, kutayarisha saifa iwe na attention kwenye kwenye, kwenye hii time ambayo tunaelekea mm. mm. so hayo ndo malengo makuu ya challenge. So na ikitokea kwenye challenge yako <laughs> msanii mdogo yaani, mwenye unamzidi viwango vyote, akafanya vizuri kuliko wewe wote, jisikiaje? Hivyo ni vitu vizuri sana kwa sababu kumlea mtu ambaye anaku anakuja kukuzidi ni kitu kizuri. Mimi huwa kipindi nilikuwa nafundisha nafanya mambo ya ualimu, nilikuwa nataka nikifundisha mtu aelewe, aelewe zaidi na zaidi hivi kwamba mtu atakayemfundisha, ikiwa mimi nimemfundisha mtu nampatia 40 alafu anajiongezea 20 maana yake atakayemfundisha atampatia sitini na huyo mwenye atapewa ata, ata, ata, ata sigiste, maana yake atajiongezea 20 atakuwa na 80 mwenye atafundisha. Yani utakuta kila mwenye tuko tunafundisha, yuko anajiongeza step, yuko anajiongeza step, kuliko mimi nimpatie mtu fote afu akosa tacha kuongeza kipindi anaenda kufundisha iwe ishapunguka, yani ampatie mwenzake 30 wakati yeye alipewa fote. Yani endelee kupunguka kwa kunguka, utakuta wale wa mwisho anapewa 10, mwingine atapewa hata zero. So mimi nachokitaka ni tuendelee kupanda juu. Yeah. Na mpaka sasa una, una washiriki wangapi ambao wamesha shiri, shiriki au kujiandikisha au kuhusika kwenye challenge? Uh, waliojiandikisha ni wengi, lakini wa, ambao wameshashiriki kwa mpaka sasa ni washiriki ni wa nne ni wa. Mm. Ya, na wengine waliogopa, wengine walijiandikisha wali, wali, wengine waliahidi kwamba tutatuma video hii siku, wakaandika wakaingia na mastudio wakatoa na mapruvu, lakini ni kama vile wamekutana na changamoto zingine ambazo labda ziko nje ya uwezo wao, so ni vitu ambavyo sometimes inaomba tena kuwa na subira, sometimes inaomba kuwa msikilivu. ya, lakini haikatazi kesho mimi kufunga, yeah. mm. Basi neno moja kwa wale ambao walikuwa na nia ya kushiriki, katokea moja mbili tatu sintofahamu, wana kipi cha kuwaambia? Pia na kwa wale ambao walikuwa hawana taarifa, ndio imetokea eh, waka, waka, wakaijua nyuma, naeza ukaifanya hivyo kesho ukafunga, mm. Alafu after two weeks nikasikia, ah, sio tupata taarifa. Unawapatia message gani wao, au una deliver kitu gani kwao? Uh, chenye ningependa wa, waweze kuwa ne, okay, message fupi kwao ni kwamba eh, next time wawe wa karibu sana na social media zetu. Mm. Yani waendelee kufuatilia social media zetu wawe active ma group ya whatsapp ya wasanii. Ikiwa hawako hawako ma group ya whatsapp ya wasanii wajaribu, wa, watafute wa, wa whatsapp groups za wasanii wa hapo nyumbani, ili wao wanapata updates tofauti tofauti, sio kutoka kwangu tu. Ukiona hata S crew inatoa ma nani ma updates ma whatsapp group, hata Top 5 yenyewe mpaka sasa inatoa ma updates kwenye whatsapp group. Kwa hiyo wasanii wawe na ile bidii ya kuchangamkia kuingia kwa whatsapp group na wewe active, wafuatilie ma updates kwa wakati. Siku nyingine haitakuwa tu si, nani si, si, e, labda message ya, ya ya, kuwasaidia kuingia msaifa. Siku nyingine itakuwa labda message ya kuwapatia sponsor mkubwa, sijui au hata kwenda Ulaya nini. So communication ni kitu kikubwa sana. Sawa sawa sawa, Paranza nashukuru sana kwa muda wako ndugu yangu asante pia Mr Top Five.